Chomoza, a hub of hope. Uh, asante kwa kutuvumilia uh, tumechelewa kidogo lakini Mungu ni mwema, tuko hapa na dokta amefika. Lakini pale asubuhi uh, mimi na Evans tulikuwa tunaongea kitu. Dokta, naomba kabla ya kuambia, tulikuwa tuna swali tulikuwa tunajiuliza, kwa nini mtu anashindwa ku, kuwa yeye? Yaani, simu imechukua nafasi kubwa kwenye maisha yetu, tunashindwa kuwa sisi Yaani kila wakati unashindwa kuweka simu pembeni, simu inakuwa ni kama partner, tunashindwa kuwa umimi, nashindwa kuwa mimi. Nikasema ukija dokta nitakuuliza hilo swali, kwa nini sasa hivi simu inatudrive? Kwanza asante brother, asante mwanangu. Ndugu mtazamaji, tuasalimu wote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu team Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza kwa nini attention span umakini wa watu wengi ni kwa pungufu, bali attention yote inakwenda kwa simu. Hata simu isipolia, mtu anatend kuchukua angalie kuna message au la. Katika maisha ya mwanadamu kuna kitu kinaitwa ni neurotransmitter as well, inafanya kazi na neurons za ubongo wa mtu lakini element hiyo inaitwa dopamine. Dopamine ni kama kilevi, kama kileo katika system, na ndio maana hata unapo drive gari usiku halafu unalazimisha macho kuona, kila baada ya masaa mawili mwili wako wenyewe na mfumo wake unazalisha asilimia tano ya alkohol, hata ukiwa wewe unywaji pombe utumii vitu vya alkohol. Lakini ukiwa unalazimisha macho kuona saa za giza ukiwa unaendesha gari kila baada ya masaa mawili utakuwa sawa na mtu aliyetumia aliyeingiza alkohol asilimia tano. Katika mfumo wa simu kuna vivutio, vivutio vinateka vina, vina attention ya mtu, umakini wa mtu, umakini wa mtu katika maisha unaitwa uwepo wa mtu, uwepo wako. Kwani mwili huu unadai uwepo wa umeme ambao ni uhai, tumezoea kusema hivyo ni, nishati sisi tunapendelea kusema uwepo wako ndio huo. Wakati umakini wako unachochewa una na jambo, unakuwa pungufu ndani. Ukiwa pungufu ndani, wakati wowote utakuwa na gawa uwepo wako na upande ambapo uliupeleka ndio maana katika ulimwengu wa sasa utaona hata viungo vya miili yetu sio makini kama awali, na mfumo wa kinga sio makini kama awali, kuishi kwetu tunaanguka si kawaida. Hata mahali ambapo litakiwa iwe na nguvu tunakuwa dhaifu, kwani umakini wetu ni pungufu. Ni sawa na wana mahusiano, kwa mfano ukiwa unaibia una cheat, umakini wako utakuwa pungufu na upungufu ule utaleta migogoro lazima, kwani kuishi vyema ni kuwepo ulipo. Kuwa ulipo, mwili wako upo na wewe upo, usalama unakuwa guaranteed. Katika mfumo wa simu kuna vivutio, vichocheo, hata unavyo scroll ukiwa unapendelea kutazama jambo fulani, lile jambo litakuwa linarudia wamesha jua we na like vitu kama hivyo, system yenyewe inaanza kukuletea mambo kama yale. Unaangalia ya kwanza, utaenda ya pili, utaenda ya tatu, unaendelea kwenda, unaleweshwa na hilo. Ni sawa na mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya ya, ya ya ya madawa kama ya, opium drugs za kila aina, you get that? Maanake mtu yeyote ambaye attention yake inavutiwa ni sawa na aliyelewa. Aliyelewa ni yule ambaye ametawaliwa na spirit ambayo ni tofauti na kwake. Tushasoma mara kwa mara neno alcohol, maana yake ni spirit. Ni neno la Kiarabu alcohol, maana yake ni spirit. Sasa ni spirit tofauti na spirit ya kwako, na wewe una spirit. Sasa kuna spirit ngeni inayoku drive zaidi ya, ya, ya kwako mwenyewe, inatulia Haifanyi tena kazi influence ngeni, kwani system ya mwanadamu ni kinga kwanza. Kukiwa na power ngeni, system inajikinga, spirit ya kwako inakaa ili observe what's going on. Kwa wakati ule damage inaendelea. Unavyoona, macho yako kitu kibaya kikisogea, utawaza macho yanafumba yenyewe, umakini ule ndio system. Kama kuna roho nyingine ngeni, roho ya kwako inakuwa inajikinga manake unatawaliwa na roho sio ya kwako, unakuwa driven na energy tofauti. That's what is happening. Kwa hiyo utakuwa huo unascroll, unascroll, unaendelea pale, unaendelea pale kwa sababu vivutio vile vinateka umakini wako. Manake wewe haupo tena, uko driven na energy ambayo ni parasite. Tiba yake ni nini? Tiba yake ni ku invest katika uwepo wako, kwa siku inabidi mtu awe na muda na yeye kabla licha ya kulala inabidi uwe na muda ambao uko peke yako uko na wewe tu. Okay. Ichukua muda gani? unaweza ukaanza zoezi hilo kwa dakika tano Mm-hmm. dakika kumi, kumi na tano unakwenda nusu saa baadaye unaweza ukawa na saa wow. kwa mfano kwa wafanyakazi ofisini wakati wa recreation wakati wa lunch time maybe, unaweza ukawa na lunch box ya kwako, badala ya kwenda kula lunch na wote, unakaa na una lunch na kwako mwenyewe. Simu yako unaweka silent mode, isilie, unanyamazisha, unaiweka kando, unakula hadi umalize. Ni muda ambao uko na wewe pia. Ukimaliza pale, usifanye chochote pekee, take dakika tano kabisa, uko peke yako, ufanye chochote na usiki na yeyote yu. Ukishazoea unaweza ukasave dakika kumi kumi na tano ukiwa peke yako. Usisubiri wakati wa kulala tu, kwani unaweza ukalala, alafu usikumbuke safari yako ambayo ni astro safari ya nyota ilikwendaje. Kuna watu unalala, unashtukia asubuhi tayari, una ndoto, una kumbukumbu huko -kumbu, kungine ulikwaje? you see that, so mwingine pia huko kungine huko kwa sababu ulilala umechoka. Haishaurii kulala ukiwa umechoka, ukilala umechoka sana, utakosa nguvu ukiamka upande wa pili, kwani kulala kuamka, kuamka kulala. Sasa kwa mimi mi na, nafanya kazi kwa mimi najitolea, mimi daktari, mimi narudi nyumbani saa tisa always au narudi saa saba usiku. It's not fair. Na wewe mwenyewe unavyoishi ndivyo utakavyoishia eh unavyoishi ndivyo utakavyoishia. Zamani watu walikuwa wanaishi anazeeka kabisa, mzee anakwenda kulima bado na miaka themanini. Hmm, shika jembe anakwenda kabisa shamba na miaka tisini, anakwenda shamba, lakini leo haiwezekani, kwa sababu wale walitunza nguvu yao, hawakupoteza nguvu yao wakiwa vijana. Kwa mfano, kizazi cha sasa ni kizazi cha TV cha simu, yaani i destruction, destruction ni nyingi, destructions ni nyingi around. Kwa hiyo unapopeleka attention yako, alafu unakosesha mwili kupumzika kwake, unapunguza una energy ndani mwako. Safari inaweza kuwa fupi, inategemea umekaa kwenye foleni muda gani. Safari inaweza kuwa fupi, mafuta yanaweza kuwa hayatoshi inategemewa umechelewa kwenye foleni kwa muda gani, ulijaza kabisa mafuta, ungefika mbali, lakini ukakutana fole ni na foleni, umekaa hapo muda mrefu, gari na nguruma tu, mafuta hayakufikishi uh, tena ulikokuwa nalenga. Destruction ni sawa na hali hiyo, unakaa kwenye TV hadi alfajiri, unakwenda kufanya kazi hadi alfajiri kila siku. Maanake hiyo routine mwanzoni inaonekana sawa, kwa sababu siuna nguvu maisha yetu, sekta ni mbili sawa na moja tofauti kati, tofauti ndipo pana nguvu, na inabidi ukinge nguvu hiyo, ndio ujana. Mtoto mdogo mchanga ambaye amezaliwa yuko sawa na mzee ambaye amezeeka sana ki maisha, yani ana meno, hawezi kuongea sawa hawezi kutafuna, hawezi kutembea ipasavyo, anachechemea na kadhalika, mwingine anatambaa, mwingine atembei. Mzee na mtoto mchanga wako sawa, lakini nguvu iko katikati pale. Kwa ujana, nguvu ni inabidi uki utunze nguvu yako. Dokta, ujana unaishia na mangapi? Well, ujana kwa tafsiri ya maisha, falsafa yake, ndiyo ujana ni wakati fikra ni sharp, fikra yako ni sharp, unaweza ukaamua mwenyewe unaweza ukatafiti kutathmini mwenyewe kutenda mwenyewe kuchukua hatua mwenyewe bila kutegemea kungine. Ujana ni uhuru ule wa kuishi kama wewe katika independence yako kisheria. wali, wali, waliweka pale kumi na nane, lakini inategemea, wengine napevuka mapema, yes. Na kizazi cha sasa watu wanachelewa kupevuka, maanake mm, wanaanza ujana very late mm. Msichana alikuwa anapevuka akivunja ungo tu anapevuka. mm. lakini kwa sasa msichana anapevuka akiwa na miaka ishirini na nane mm. Ndio maana wasichana walioingia katika ndoa, asilimia kubwa, sio wote walioingia katika ndoa kwa kizazi hichi, halafu alikuwa chini ya miaka ishirini na nane, wengi walijuta. Kwa nini aliingia eh? Kwa sababu anacherewa kupevuka responsibility, ile uwezo wa kujibu kwa maisha kama kijana ndio kijana, vijana wakiwa vijana haswa taifa imara. <laughs> maisha yanaeleweka, kwa sababu wao ndio nguvu ya taifa. Vijana ndio sehemu ya utendaji, uwezekano wa utendaji si. Sasa wakiwa wabovu, ina maana walilelewa vibaya okay. Wakilelewa vibaya wataishi vibaya, wakiishi vibaya wataishia kubaya, no. Ndiko tunakokwenda leo kwa hiyo kifupi, inabidi kutumia nishati yako ipasavyo, kutumia nishati yako ipasavyo. Usi boost energy, tumia energy. Una energy, unayo. hmm. hmm. watu wengi wanatumia madawa ya kuongeza nguvu na kadhalika na vinywaji vya kuongeza nguvu, kumbe manake udhaifu ule wanapokuwa na energy pungufu wanalazimisha energy ku exceed viwango vyake na unapunguza, unaua energy yenyewe. Wak wakati unaongea kwa habari ya mtu kukaa kwenye TV busy na simu, ikanijia pitch saa hizi, kuna tamthilia wa mama, they are so busy on TV masaa kumi na mbili, haitaleta side effect huko mbeleni kwao. Kuna kuangalia tamthilia sio mbaya, sawa lakini unapoangalia una una lengo gani? hali yako ikoje? kuna anayeangalia yuko idle, kuna anayeangalia na tathmini, anajifunza something out of that, muda ule ujapotea. mwingine ni leisure, mwingine ni leisure. Yaani yeye ya anaangalia a enjoy mungine tu inavyoenda ana, ana, anakuwa na wale kumbe, wale wanatenda, lakini wewe umeduaa, unayewatazama wanatenda wanatajirika kwa sababu wewe nawatazama. Tulisema dunia kuna watazamaji na kuna watendaji. Watazamaji ndio wengi, watendaji ni wachache. Ndio maana wenye mafanikio wanakuwa wachache kuliko. Kuna mtu anatazama mpira, ana comment kuhusu mpira, anajua detail zote za wachezaji. Yeye mwenyewe ana lengo la kuwa mchezaji baadaye, anajua mchezaji analipwa mshahara gani, mitamaa tu inaongezeka kwake Mwisho wa siku utaishia kuiba, unatamana mali, unapoteza maana ya maisha. Hisa ulikuwa mtazamaji na sio mtendaji. Kila mmoja amezaliwa kutegemewa ujaji ya dunia hii. Ndugu mtazamaji, kutazama wengine, umekuja na wewe utazamwe, utegemewe. Ndio maana hata system yako ilikataa kunyonya. Leo hii ukimwangalia mama yako, utaamini kwa fikra yako linyonya pale, system imeisha kataa, kwa sababu mfumo mtu aliumbwa nao ni mfumo wa kulinda na kutunza, sio mfumo wa kutunzwa na kulindwa, bali mfumo wa kutunza na kulinda. Sasa dunia, angalia, asilimia kubwa ya watu wanategemea kutunzwa, wanategemea kulindwa, ndio ugonjwa mkubwa ulipo, ulipo attention Ugonjwa huu ulikuwa kwa watoto attention deficit hyperactivity disorder. Leo watu wengi tunapoteza umakini ule. Umakini ule kupotea unaweza ukaleta magonjwa ambayo ni, ni parallel na condition hiyo, ni psychosomatic, ni magonjwa yanayokwenda kwa fikra na mwili, kama hypertension, hypotension, insomnia, dementia, kupoteza kumbukumbu wepesi kukosa usingizi. Hakuna ugonjwa mbaya kama huo. Wakati wa kupumzika ni wakati wa kujichaji, nichukulie kama simu. Unapoulaza mwili pale, ubongo unaachia melatonin ili uweze kurejesha mfumo wako ipasavyo. Mwimbaji mzuri ambaye anaimba hadi kwa uzee wake, sauti yake pitch perfect, anapumzika vya kutosha, maanake katika maisha, kwa kadri unavyopumzika unatunza mfumo wako kwa ubora wake. Kwa nini? Kwa kuwa unachajiwa. Lakini dunia hii tunakimbia sana, tunafikiri mchana ndio muda wa purukushani. Kumekucha, watu mwangaike. Ndugu zangu, watu hawafanikiwi kwa sababu wanakimbia sana, wameangaika sana. Watu wanafanikiwa kwa sababu wamebuni ipasavyo. Ndio maana kazi zinazotumia nguvu zaidi, mshahara wake mdogo; kazi zinazotumia akili ndio mshahara mkubwa. Thank you. Swali nzuri. Ah, no, no, no, tuendelea hapo hapo. Ah, ah, ah, next. Ah, uko serious. Mawazo. Tunapanda mlima, mlima maalum <laughs> uko kweli tumoshi. eh, eh. <laughs> Ni very critical. Sasa, mtarudi topic hii, itakuwa topic tofauti. Wewe mwenyewe utalipa topic. Ndugu, inabidi tuwe macho. Mungu alipomtuma Musa kwenda kwa Farao, Musa alimwambia, alimwambia Farao akiniuliza, nimetumwa na nani? uh-huh. Ninisemeje? Mungu akamwambia ayam, mwambie mimi niko amekutuma, mimi niko naomba tukumbuke hakuna mtu mbaya, hakuna mtu mbaya, hakuna jambo baya, kuna ubaya ndani ya mambo kuna ubaya ndani ya watu. Kuna ubaya ndani ya hakuna baya, kuna ubaya ndani. Are you getting that? Yes, ndio maana mtu apaswi kutarajia kutarajiwa kubadilika bali kubadili. Watu wengi waliosubiria watu wabadilike walijuta baadaye. Mungu alisema yeye abadiliki. Za, yeah, tasa kwa, kwanini utarajie mtu abadilika, ndugu mtazamaji? People don't change, they can change things, circumstances, situations, hali, mazingira na mambo mengine uh -huh. Lakini mtu kubadilika ni nature yake. Ndio maana wenzetu wanaelewa, ukiwa msaliti anakutenga, ukionyesha dalili kwamba ufai disqualified. Kwa sababu ndio nature yako utarepeat. Maisha ni mzunguko uh -huh. ni cyclic Give me hands. Thank you, brother. Thank you. Watu hawabadiliki wana uwezo wa kubadili ndiyo maana tunasema, unaona sana inavyoendelea sasa hivi walimu potofu, watu hawaelewi kwamba ni potofu. Naambia watu uwe makini, watu wabaya wamekuzunguka. Ndugu, hakuna mtu mbaya, kuna ubaya ndani ya watu, watu. hakuna familia mbaya, kuna ubaya ndani hane. ya familia badala ya kutoa wale ndugu utoe ondoa ubaya uliopo ndani, you see, so hayo yote tunaishi katika um, age ama era ya upungufu wa umakini, upungufu wa umakini ndio unaua everything. Hata semina hiyo ya tarehe ishirini na saba mwezi ujao, hmm, tutaongelea sana vigezo Watu wote watakaokuwa pale wanamaanisha kuwepo watatoka wako tofauti. mm -hmm. kwa sababu tutaongelea na suluhu, mm -hmm. sio maelezo utaongelea, mm -hmm. maelekezo. Tutatoa maelekezo na Bwana Mungu atuwezeshe, mm -hmm. kwani hatuwezi wenyewe, yeah. na, mm. na, yes. na, kwa sababu ni ishu ya mahusiano, mm -hmm. na tulihusia mwanzoni kabisa kwamba moja kati ya kitu ambacho kinaweka distance kwenye mahusiano sasa hivi ni simu. Natoka kikao cha familia kuzungumza masuala ya familia, watu wanakuwa watu wako busy sana na kwenye group, watu wanafanya vitu kwenye group ya simu. Ndugu mtazamaji, hapo Dr mbona kama anatupiga. Ndugu mtazamaji, tunasisitiza uelewe kwamba sisi ni social being, Mwenyezi Mungu ametuumba ili to interact kama tulivyokaa hivi. Ukimwandikia mtu message, neno SMS ni short message. Manake message fupi. Sawa, attention ni ndogo. Utakuta hata kwenye simu hiyo mtu anaandika message tano dakika hiyo hiyo anakutuma habari. Message ya kwanza, message ya pili, uko wapi? Message ya tatu, mnaendeleaje? Message ya nne, vipi issue hiyo? Si ungeandika moja tu na mambo vipengele vyote hivyo? Inaashiria huyu anayeandika hayuko makini kiasi gani, yuko off. Sikilia, sikilia hapa ndugu mtazamaji oh. Mimi mpenzi wangu ndivyo. Hakuna mtu anayependa hivyo. Mtu anapenda context. Maisha inabidi yawe ndani ya context. People they They like to chat. They like to to chat. Chat but inabidi yawe orderly. Au ampasi ku chat in disorder. Kwa mfano, mwanamke anampenda mwanaume ambaye ni ambitious ambaye anaonyesha kwamba anajia, kuna matumaini kuna matarajio mm. yatakuja sasa mm. yatakuja sasa, unaoshiria ya tayari ya uko stable. You kwamba know, mwanamke anadai umakini wa mume wake kwake tu. Hakuna kingine. Yeah. Umakini wako kwake tu, attention yako hiyo kwake. Full stop. Yeah, mwanaume anatarajia attention ya mke kuwa kwake kwa Anatal... sababu yeye ndiye inabidi awe na attention na mwingine. Yes. Mwanamume adai umakini wa mke kwake, itatafsiriwa nafuatiliwa, mm. Lakini mwanamke anadai attention <laughs> yako kwake mwanamke, mm. Anatarajia wewe mwanaume, yes. Uwe makini naye, ndio ataona anapenda, anapenda, anapenda. Kwa sababu mwanamke ameumbwa kupendeka, ndio maana ni kiumbe kilichopendeza, viungo vyake tofauti na mwanaume, paja lake tofauti na ya mwanaume vitu vyake right, vyote yeye ni kivutio yes. Ina maana mwanamke ameumbwa kupendeka, mwanaume ameumbwa kupenda. Dkt. muda unakimbia sasa. Nashangaa muda muda unaenda dakika ina. Mbona umeenda faster? I don't know. I wonder. dakika tatu doctor. Thank you brother. na afu Evans apige tangazo letu la mwisho. Okay. I like thank you congratulations. Bwana ndiye anayepanga, ndugu mtazamaji Bwana alipanga vazo jimi yakaleta swali, tuongelee kidogo. Zingatia, ndugu mtazamaji, katika kuishi utadaiwa jambo moja tu, kuishi kwako ili uwe salama. Kuna vigezo vinavyokuwa muhimu katika mafanikio. Kigezo maalum ni imani. Imani hiyo sisi waumini wa Mungu tunasema imani kwa Muumba. Imani hiyo ni imani kwako, inaishia hapo. Asiyeamini aaminiki. Ina maana imani inakuwa defined kwako tu na kwa Mungu muumba wako. Kwa hiyo imani hiyo inatembea na maono, kwa mambo yasiyokuwepo kuyafanya bayana. Uwezo huo unadai umakini uliomakinika kufanikiwa kwa uthabiti wake, utadaiwa umakini wako kwako na kwa muumba wako. Dunia hii, tunaishi katika ulimwengu feki, things are not as they seem, nothing unaoyatazama ndivyo sivyo yaliyomo si kweli. Mtu kweli, tunaishi katika ulimwengu mnafiki. Unaangalia picha mtu alishafanya taraka mara saba, lakini ni mwanandoa mwaminifu katika igizo. Impact haita kufikia kwa igizo anaofanya pale, kwani katika mfumo wetu kuna mfumo wa kureceive mantiki na kuna mfumo wa kureceive ama kupokea mwemko uelewa ni katika mhemko emotion. Kwa hiyo mtu anayekuelekeza akiwa na data ambazo ni, ambazo ni mantiki pekee utafurahia anachokuambia anachokuonyesha, lakini utekelezaji, utekelezaji itakuwa na changamoto. Labda wewe mwenyewe uwe tatizo wepesi, unakwenda sambamba na anayekuonyesha yuu. Hivyo Bwana Yesu aliacha impact kubwa kwa wanafunzi wake, kwani watu wanaelewa uelewa sio maelezo yako bali uelewa wako deep inside. Baada ya miaka mitatu na nusu tulikuwa na Mtume Petro. Kwa kizazi cha sasa watu tanajipa majina mtume, lakini katika utendaji biashara ndio nasomeka zaidi, utume hakuna sita. Lakini wale miaka mitatu na nusu kutoka mvuvi wa samaki kuwa Mtume Petro, Mathayo Angalia mambo waliofanya katika utendaji, na leo misingi, sisi tunavunjavunja matawi, lakini misingi bado imara, kwa sababu aliyekuwa na waelekeza alikuwa yeye mwenyewe ana understanding. Poleni ndugu watazamaji, kulikuwa na hitilafu, tupo pamoja kwa kufungwa kurasa. Tunasema utadaiwa umakini wako ndani ya mwili wako muda mwingi Usiwe makini na watu, kuwa makini na wewe utajenga self confidence, utajenga imani na wewe, imani na muumba wako. Muhimu pia ili usibaki una msaada, tutaenenda na mafanikio. Tumia simu inapohitajika, kama haihitajiki usiwe busy nayo, kwani hata wale wanaokutafuta kwa haraka unaweza ukapona usipokuwa na haraka, kurudia wengi walipata ajali. Anaendesha gari anapokea simu, anamwambia mtu fulani amepata ajali amekufa, na yeye anapata ajali amekufa. Kwa hiyo wakati wowote kumbuka, unategemewa umezaliwa muhimu. Uwe makini na wewe, katika tunda la Roho muhimu zaidi, self control, kiasi. Mwenye nguvu sio yule aliyetawala watu, bali ni yule aliyejitawala mwenyewe, aliyejimudu mwenyewe. La sivyo nafiki tuwapenda daima. Tunashukuru sana ndugu watazamaji, bwana Mungu awabariki. E ee, Mungu ibariki Tanzania na uongozi wetu wote, dumisha amani, umoja na undugu wetu, upendo kwa kila mmoja, na mikakati, michakato yote ututangulie. Bwana bariki East Africa Community, Afrika na ulimwengu wote na watu wako wote. Bwana Mungu abariki Clouds Media Family, mm, na uongozi wake wote. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday God willing. We love you. Thank you. Chomoza a hub